Katika video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuzitia rangi picha hizi sawa? Kama unapoziona hapo, hizi ni picha za zamani sawa? Kama unavyoona hapo Mr. President, kwao nakwenda kuibadilisha hii picha kutoka uzamani kwenda usasa, yaani nitakwenda kuzitia rangi. Kuzifanya restoration. Sawa. Kutoka picha ambayo ilipigwa kutoka picha ambayo ilipigwa black and white. Na kwenda kuipeleka kuonekana picha ya kisasa kama ilipigwa jana au juzi. Bila kupoteza mda tuendezukaona. Hatu wa kwanza, lazima tuwe na application ya AI Jamin AI. Jamin AI tutafungua. Baada ya kufungua, itaonekana kama hivyo sawa. Kwa hiyo hatu wa kwanza hapo, tutakwenda kwenye create image sawa, baadaye upload picha yetu sawa. Tutakwenda kwenye plus, tutakwenda kwenye gallery alafu tutaingiza picha yetu, let say hii hapa. Kwa hiyo hiyo picha ni black and white, haina rangi, kwa tunakwenda kuifanya, tunakwenda kuigeuza kutoka picha ya zamani kuwa picha ya sasa, sawa. Yani kutoka picha kuwa black and white kuwa colored picha, sawa. Kwa hapa tutamwambia huyu AI labda ah, uh, uh, ifani tambia kwa Kiswahili kabisa, akikosea hapa uh, ili ili upate matokeo mazuri hapa, lazima uelezee kila kitu ambacho unakihitaji, na ili upate matokeo mazuri, basi tumia English, lakini mimi kwanza nitaanza na Kiswahili, then baadaye, kama haitatupa matokeo mazuri, nitakwenda kutumia Kiingereza. Sawa, tuanze, nitasema ifanye picha hii iwe ya kisasa na iwe na rangi kama iliyopigwa ili sasa. Ko tamka command hapo atufanyie. Hii picha ni black and white, kwa tunasubiria Boom. <laughs> kama tunavyoona hapo, huu ndo mwonekano wa picha yetu, sawa. Yes, ko imetoka kutoka black and white na imekuja colored, sawa pasipo kupoteza details yoyote, umeelewana. Haya, ko tuingize mfano wa pili, nafkiri utofauti utauona hapo, toka hapa ilipokuwa hivi kuja hivi A hapa kwenda hapa sawa. so, uh, teke mfano mwingine, tupite picha ya Charlie Chaplin labda. This one tambio maneno ale yale, ifanye picha hii ionekane ya kisasa ionekane ya kisasa kama iliyopigwa muda huu. Haya, sawa so, tuangalie na hii dum <laughs> tayari tumesha iongeza uh, rangi sawa so toka hivo hadi hivyo. Ko hapo ni tayari uh, tufanye mfano wa mwisho sawa, tufanye mfano wa mwisho tuiangalie nitakuwaje, tuingize picha yetu nyingine. Boom, tayari kama tunavyoona hapo, kutoka kuwa hivi hadi kuwa hivi so nafikiri umeona AI ilipoweza kubadilisha picha kutoka mwonekano wa zamani kuja mwonekano wa sasa. Yani hapa tumefanya restoration au tumefanya uh, tumetia rangi picha ya zamani ionekane picha ya kisasa kabisa. Ko hata hii pia unaweza kufanya hivi, ni kuingia tu play store udownload app ya Gemini, then baadaye uingie kwenye uh, kipengele cha Nano Banana na itaweza kufanya kitu kama hichi. I hope tumeenda sawa. umependa video hii, hakikisha una subscribe una share kwa wengine, ili waje na wao wajifunze vitu kama hivi vinavyohusiana na mambo ya AI. Tukutane katika video nyingine, bye.